Mke wako akizungumza, usizungumze. Never, ever. Na akinuna akikaa kimya, usizungumze pia. Mwanaume ambaye mke wake akizungumza na yeye anazungumza, unajua anachofanya, anachukua authority yake asilimia hamsini anampa mkewe. Kwa hiyo wanakuwa kwenye levo moja. Ndio maana wanaume wengi wanajibiwa na wake zao hivi. Mwanamke unawezaje kumjibu mumeo? Mwanaume kweli akiongea, mwache aongee. Ndivyo wanawake tuko hivyo, usipojibu. Sasa mwanamke anajiuliza, na niwazia nini? Mbona asemi? Usikute ataniambia kesho niende kwetu. mm. Mbona asemi? Lakini wa baba wengi na wao, mke anasema naye anasema. Usiseme baba, rudisha heshima nyumbani ulioipoteza. Kama kadhalika na mama, kama una binti, binti yako akisema usiseme. Kama amekasirika anasema, mwacha aseme mpaka mwisho hakuelewi. Kwa hiyo unabaki kwenye heshima yako.